Wahariri, na wageni waalikwa, kikao kazi hiki ni muhimu kwa ajili ya kuimarisha uelewa wa majukumu yanayotekelezwa na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali na kujenga ushirikiano zaidi nanyi na wahariri wa vyombo vya habari katika kuhabarisha umma wa Watanzania. Sisi Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali tunatambua nguvu ya mchango mkubwa wa vyombo vya habari katika kuelimisha umma na kuhakikisha wananchi wanapata taarifa sahihi. Nitarejea kidogo hapo, kuhakikisha umma unapata taarifa sahihi kuhusu haki zao za kisheria na namna ya kupata haki hizo kupitia mifumo sahihi iliyowekwa na serikali. Hivyo basi, ni imani yangu kuwa kwa pamoja tutajenga jamii inayotambua haki zake na inayoshiriki kikamilifu katika maendeleo ya nchi yetu. Unapodai haki, basi kuna wajibu wako unaopaswa kutekeleza. Na sisi waandishi wa habari, kama tulivyosema, mnao mnao wajibu mkubwa wa kuhakikisha umma wa Watanzania unapata taarifa sahihi kuhusu haki na wajibu wa kila Mtanzania kupitia mifumo sahihi iliyowekwa na serikali.